Tunaendelea kuwakumbusha ya kuwa hata kama wanaanza vakansi wasisahau rendezvous yao ya kuya pana damu kukituo ya upanaji wa damu centre de transfusion sanguine de Goma, kwani eh, besoin ya damu inaendelea, paske watu wanaendelea kugonjwa, wamama wanaendelea kupoteza damu wakati wanazaa maksidani za mingi. Ile yote inalomba e, assistance donc wasibakie tuku manyumba bila kukumbuka rendezvous yao. Sa inafika wakuje wanapana damu. Wakati ya vacances wa wanafunzi wiko un peu libre e, pale ni wakati wanaanza profiter